Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana katika mkoa wa Lindi wote kwa ujumla, washiriki wote walio walioalikwa wameweza kushiriki kwa, kikami, kwa ukamilifu. Wote hapa ni mashuhuda wa vitendo vya uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora vinavyoripotiwa katika maeneo yetu kupitia vyombo vya habari, na vingine inawezekana tumewahi kuvishuhudia vikilalamikiwa na wananchi kwenye maeneo yetu ya kazi. Ndugu washiriki, nimefarijika sana kusikia kuwa baada ya mafunzo haya tunatarajia kuwa washauri na mabalozi wazuri katika kufikisha ujuzi na maarifa tutakayoyapata kwa viongozi walio chini yetu katika maeneo yetu kiutawala, hivyo kurahisisha usimamizi wa mamlaka za serikali za mitaa. Ndugu washiriki, nimeelezwa kuwa mafunzo haya ya elimu ya uraia na utawala bora sasa yameshafanyika katika mikoa 11 ambayo ni Rukwa, Morogoro, Iringa, Mara, Songwe, Kigoma, Geita, Mtwara, Kilimanjaro, Tabora na Katavi. Tumefanikiwa kupita katika mkoa mzima wa Lindi na tumefanikiwa kuzifikia washiriki jumla ya 260 na kati ya hao kamati za usalama 59 wataalamu wa almashauri tumefanikiwa kuwafikia 50 na watendaji kata tumefikia 151. Ya, mada zilizotolewa ni mbalimbali mbali, lakini mada hizi zinawahusu moja kwa moja viongozi hao kwa sababu wao ndio wamekuwa wakikutana na wananchi moja kwa moja, wao ni ngazi za utawala, na mada ambazo zilitolewa zimewalenga wao ili waweze kwenda kutekeleza majukumu yao. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana katika mkoa wa Lindi wote kwa ujumla, washiriki wote walioalikwa wameweza kushiriki kwa kikami, kwa ukamilifu kwa maana ya kupokea mafunzo kuanzia mwanzo mpaka mwisho na hata katika kipindi cha majadiliano maswali na aina ya hoja ambazo walizokuwa wanauliza imeonyesha ni dhahiri, ni namna gani ambavyo wameweza kuyaelewa mafunzo haya. Lakini pia katika ahadi zao wameahidi wizara kwamba watakwenda kutumia mafunzo haya vyema na watakwenda kuelimisha hata wenzao wa ngazi za vijiji na tarafa, ambao bado hawajapata mafunzo haya. Kwa hiyo, kamati ya usalama ikiwa ni sehemu ya serikali inapaswa ilinde haki za binadamu lakini pia ihakikishe ya kwamba inatoa hizo haki za binadamu, lakini pia ihakikishe hizo haki za binadamu zinakuwa protected, kwa maana ya kulindwa. Kwa misingi hiyo basi, kamati ya usalama ya mkoa huu wa Lindi imekuwa na nafasi kubwa sana ya kuhakikisha ya kwamba Lindi inatawalika na hiki ndicho ambacho mheshimiwa rais anachokifurahia. Amepewa taifa salama, na yeye ana kila sababu ya kuliongoza taifa lake liwe katika hali ya usalama. Asante sana. Kimsingi, mafunzo haya yamekuja wakati mwafaka, kwa sababu ya kuwepo kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na utawala bora kwa baadhi ya maeneo, lakini sisi kama watendaji, tuna kila wajibu wa kuhakikisha kwamba tunasimamia haki za binadamu kama jinsi ambavyo zilivyoainishwa na sheria lakini utawala bora, kwa maana ni lazima kila mmoja apewe haki yake, lakini pia kwenye maeneo yetu ya kazi ni lazima tusimamie utawala bora.